Vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua. Wanadai haki, haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe, uliingia unadai haki, hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine mpaka waingie njiani, wakafanye vurugu, walipwe, wakachome vituo, walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya? Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha, astaghfirullah, turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika, pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema hawana hawana sababu hawana. Ugumu wa maisha kwa raha zako kabisa, mwenye ugumu wa maisha kweli, kwa raha zake kabisa, tengia njiani, akaimbe oyoyoyo? Huo ugumu wa maisha? Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo. Na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha ha, wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa hapa ni nyumbani.